Watasafiri kwa nafsi na macho, ingawaje nyoyo zao zitaelezea na kutafsiri kile wanachokiona, kutokea Durban, Afrika Kusini, mpaka zake Mbagala, Dar es Salaam, Tanzania. Kule Afrika Kusini lunyas wekundu wa Msimbazi, Simba, wanaingia vitani dhidi ya wajukuu wa hayati Nelson Mandela, Stellenbosch, pale katika mji wa Durban mwaka 2023 nikiwa pale Rustenburg kwenye mashindano haya haya hatua hii hii tena mkondo wa pili pia, ingawaje washindani walikuwa tofauti na wasafari hii, yapo maneno niliyatamka, na leo naomba niarudie. Niko hapa mbele yenu, sio kama nabii, ila kama mtumishi mnyenyekevu kwa ninyi watu, maneno ya aliyewahi kuwa wakili, mwanaharakati, mfungwa, kabla kuwa rais wa kwanza wa Afrika Kusini, hayati Nelson Mandela ambaye hivi leo kwa mara nyingine tena vijana wake wanaumana dhidi ya vijana wa rafiki yake wa zamani hayati Julius Kambarage Nyerere, ambaye naye aliwahi kusema utii ukizidi unakuwa uoga na uoga huzaa unafiki na kujipendekeza, mwisho wake ni mauti. Naitwa Alhaji Zuberi Mputa Baba Abduli, kutokea moja kwa moja katika viwanja vya Zakhiem, Mbagala, jijini Dar es Salaam. Big screen inaandaliwa hapa tayari kwa wananchi wa Dar es Salaam na viunga hivi vya Mbagala kushuhudia vita nyingine, hatua ya nusu fainali mkondo wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika nimeazungumza awali nikaataja mwaka elfu mbili na ishirini na tatu yakiwa yanawiana hiki ambacho nakizungumza hivi leo. Simba Sports wanakwenda kuandika heshima nyingine pengine kwa Tanzania katika uwanja wa ugenini kama ambavyo walifanya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu wananchi yang Afrika, ni jambo la kusubiri, ingawaje mpaka sasa yale maandalizi ya mwisho mwisho tayari yamekwisha kukamilika. Wananchi wa Zakhiem wamejitokeza kwa kiasi chake, ingawaje kimvua kinazidi kunyesha hapa, na tayari shughuli imekwisha kuanza, tunasubiri kuona nini kitaandaliwa muda mchache ujao, pale ambapo shughuli rasmi itakwenda kuanza katika dimba la Moses Mabida pale Durban nchini Afrika Kusini. Sasa tunasubiri kuona namna gani jukumu hilo litakuwepo kuhakikisha wawakilishi wa nchi wanaipeperusha vyema bendera ya nchi. Kabla ya mchezo huo, kuna sinario walau tatu. Ni kukumbushe kama ambavyo ilitokea mwaka 2023, huenda pia yapo yaliyotokea na pengine yakatokea mwaka huu pia, kwa wawakilishi hawa wa Tanzania. Mwaka 2023, katika msimu wa 2022/2023, mashindano haya haya ya kombe la shirikisho, wananchi Yanga Afrika walikuwa wawakilishi na walifika katika hatua ya fainali. Sinario ya kwanza ni kucheza nyumbani kwa kocha wa timu husika. Mwaka 2023 yenye Africans wakiwa chini ya mwalimu Mohamed Nazaredin Nabi, wakimuita Profesa, waliwahi kucheza nyumbani kwa kocha wao kule nchini Tunisia. Walicheza mara mbili, hatua ya kwanza ilikuwa ni kutafuta nafasi ya kwenda hatua ya makundi, wakicheza dhidi ya Club Yalafricn, na baadaye kwenye hatua ya makundi wakacheza dhidi ya US Monasteri. Inafanana na sinario hiyo hiyo ambayo leo Lunyasi wanakwenda kuweka rekodi nyingine kama hiyo, kucheza nyumbani kwa kocha wao. Fadu Rahman Davis leo atakuwa nyumbani pale Afrika Kusini lakini atakuwa vitani dhidi ya nyumbani kwao. Ni jambo la kwanza hilo, lakini jambo la pili ni kucheza nusu fainali katika ardhi ya Afrika Kusini. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu yenye Africans walicheza hatua ya nusu fainali dhidi ya Marumo Gallants ambao wenyewe walikuwa Rustenburg. Kule kule Afrika Kusini. Ni nusu fainali ambayo inafanana na hii ambayo wekundu wa Msimbazi nao wanacheza nusu fainali dhidi ya mpinzani anayecheza katika nchi ya Afrika Kusini. Sinario nyingine ya tatu ambayo inawezekana haijakamilika lakini pengine inaweza kukamilika hapo baadaye ni kucheza fainali dhidi ya timu kutokea Algeria. Young Africans msimu wa mwaka 2022/2023 walicheza dhidi ya USM Alja ambao na wenyewe ni kutokea kule nchini Algeria. Sasa, kwenye hatua ya nusu finali wapinzani wengine wa wekundi wa Msimbazi, Simba ni uh, kwa maana ya CS Constantine kutokea Algeria, ambao wanacheza dhidi ya RS Berkane. Ingawaje kwenye mpira inaweza siwezekane, lakini bado tunaheshimu matokeo ya mchezo wa mpira miguu yakiwa bado hayajachezwa. Wakiwa nyuma kwa mabao manne kwa sifuri dhidi ya RS Berkane, wawakilishi kutokea nchini Algeria, CS Constantine wanatafuta tena, pengine watafanya kambak na kwenda hatua ya fainali iwapo CS Constantine watakwenda hatua ya fainali, na mnyama Simba leo akatinga hatua ya fainali, basi itakuwa ni sinario nyingine ya kucheza fainali baina ya timu kutokea Tanzania dhidi ya timu kutokea nchini Algeria. Ni jambo la kusubiri. saa kumi alasiri kwa saa za hapa Tanzania pamoja na saa tisa alasiri kwa saa za Afrika Mashariki ndizo zitaamua ni nani wa kwenda katika hatua ya fainali. Lunyasa wako mbele kwa goli moja kwa sifuri dhidi ya Stellenbosch ya kule nchini Afrika Kusini na kila kitu kiko sawa, inasubiriwa mbilinge mbilinge hiyo na dakika zake 90 ndizo zitaamua. Jina langu na Alhaji Zuberi Mputa kutoka katika viwanja vya Zakhiem hapa Mbagala, jijini Dar es Salaam. Ripoti, habari na matukio yote kwa niaba ya Ayoma TV, jukumu hilo ninalo mimi. Ungana nasi na tuweke pema moyoni. Asalamu as alaikum.